Mwenyekiti wa chama cha walimu natitawla Kilindini Ahmed Kombo Ahmed ametoa wito kwa wazazi kujitokeza ili kuhakikisha majina wa ya wanao yako sahihi katika sajili ya tume ya taifa ya mitihani KNEC. Akizungumza na habari ya afisini mwake, Kombo amesema zoezi hilo linatoa fursa kwa wazazi kuhakikisha majina ya wanao yalisajiliwa sawasawa na mitihani yao kuna kiliwa barabara. Hivi tunavyoendelea kuzungumza baraza hilo limeleta ile nominal roll, yani ile sajili ya wanafunzi ya kufanya mtihani ya grade 6 na grade 9, ili walimu wakishirikiana na wanafunzi na wazazi waweze kuhakikisha kuwa hayo majina ni sawasawa, mwaka wa kuzaliwa uko sawa, kila kitu ambacho wamesajili nacho wanahakikisha kupitia hiyo sajili kubwa ambayo wameleta mashuleni baada ya shule kusajili hawa watoto. Kwa hivyo nahimiza wazazi, nahimiza walimu, nahimiza wanafunzi wawe na makini ili report, ili baada ya mtihani usiwe na matatizo katika mambo ya majina katika mambo ya miaka na kadhalika. Aidha amedokeza kuwa zoezi hilo litaendelea hadi tarehe tisa ya mwezi huu kabla ya fomu za usajili kurejeshwa Nairobi kwa hivyo Baraza Kuu la Mtihani Kenya limeweza kutoa nafasi mwafaka ili kila mwanafunzi mzazi walimu waweze kuhakikisha kuwa majina ya watoto wao hayakutokezea vibaya, hayakuharibika upande wa spellings na kadhalika. Kwa hiyo imetoa muda mpaka tarehe tisa, lakini kila shule inajitahidi ikifika tarehe nane wao wamekamilisha zoezi hili ili waweze kuzilegesha hizi sajili Ofisi kuu za Sam County ili ziweze kurejeshwa Nairobi. Kwa hivyo, mzazi utajilaumu, mwanafunzi atajilaumu, wazazi watajilaumu, iwapo hawatachukua muda huu kwenda kuangalia sajili hizi, waweze kuona majina ya watoto wao yako sawa, miaka ya kuzaliwa iliyoandikwa pale iko sawa, na mambo mengine mengi, ikiwa ni dini, anafanya mtihani wa aina gani, hasa kwa upande wa dini, kwa sababu kuna watoto wengine wanafanya mtihani wa IRE ama CRE, lakini wakati wa sajili inapoletwa inaonyesha kuwa mtoto huyo anafanya airi balasiri, inakuwa ngumu kurekebisha. Mwisho wakati ni huu, kila mmoja ajitahidi aweze kwenda katika shule yake, aangalie haya mambo, ili aweze kuhakikisha kuwa mtoto wake atafanya mtihani wa grade 6 au wa grade 9 bila shida ya majina. Ali Vincent, Benvin TV.